deficit of 920 billion Kenya shillings almost a trillion, ambayo iko kwa budget saa hii na itaongezeka mwaka ikiendelea. Tunaendelea kuchimba, tunaendelea kujizika, na tunaanza kukopa hata ingine nje ya bajeti. Sasa tunaona tunaendelea na, ku, na kupush free basic education outside of our budget. Na juzi it was very disheartening to see viongozi wa serikali ati wanasema ati wanakuja kuongea na wazazi wa Kenya ati wazazi wakuwe wanachangia kulipa examinations. We want to request these leaders, please respect education in Kenya na mupatie heshima zile projects ama programs zimesaidia Wakenya wengi zaidi, na tunataka tuwaeleze sisi tukiwa pale bunge we are not going to agree even one day where there will be ati ya kikao ya wazazi na serikali ati wazazi waanze kulipa mtihani, vile tumekuwa tukifanya hapo awali, serikali inalipa mtihani, waendelee vivyo hivyo. Na kwa hivyo hata ile pesa hawajaweka ya mtihani, wajue kule watatafuta. Waache kwanza kurinovati hizo nyumba kubwa kubwa zinakuwa renovated. Waweke pesa katika elimu, waweke pesa katika exams. Na hiyo siyo tafadhali.